Hii ndiyo mama Tanzania, kila mmoja asikubali kwa namna yoyote kuchafua amani na utulivu wa nchi yetu. Hakuna utakapokimbilia zaidi ya Tanzania, wote tunasikia huko watu wanavyopata taabu maeneo mbalimbali ambako hakuna utulivu. Tunaombeni sana amani na utulivu ambao upo ndani ya nchi yetu ambao inatuwezesha sasa hivi wana Mtwara kukaa pamoja, sasa hivi tukimshukuru Mwenyezi Mungu, tuendelee kuiduma tuidumishe amani hii na yoyote atakayependa kuichezea msikubaliane naye, amezungumza hapa. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu sasa hivi, atakuja makundi mbalimbali kutaka kutugawa makundi mbalimbali, atakuja kutaka kuvuruga amani na utulivu. Niwaombe wanaMtwara wenzangu, msikubaliane na makundi hayo, waacheni waende zao. Hii ndiyo Mtwara yetu, hapa ndiyo nyumbani kwetu, hatuna nyumbani zaidi ya Mtwara yetu tunaona amani na utulivu uliopo, tusiuchezee amani yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara kwa mara, kila mnasaba, kila pale tunapopata fursa, weza kukutana pahala pamoja, mtu peke yake, peke yake, tumwombe Mwenyezi Mungu atupitisha atupitisha salama katika uchaguzi wetu mkuu ujao. Jitahidi ikiwezekana, katika khutba sikiwezekana, ndani ya khutuba za Ijumaa Tusiseme imetosha, tuendelee na kuwakumbusha Waislamu na jamii kwa ujumla, na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumbushe salama katika vuguvugu la uchaguzi linalokuja hili. Nafasi ya pekee ni nafasi ya pekee kutumia fursa hii ya utulivu na amani tuliyonayo kuweza kuwachagua viongozi wanaostahiki, usidowaendelee kudumisha kulinda katika taifa letu. Basi tutumie nafasi hii kuwatakieni nyote kila la heri tunapoendelea na mfungo wa Ramadhani, lakini mfungo pia wa Kwaresima kwa, kwa ndugu zetu wengine Wakristo. Tuendelee kudumisha amani katika taifa letu, kuliombea taifa letu, kumwombea rais wetu aendelee kuongoza kwa hekima na busara kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuendeleza kudumisha amani ya taifa letu. Wengi tumekuwa tunahudhuria kwenye misikiti na tumewasikiliza mashehe wetu wakitunasi kwa mambo mbalimbali ya kuendelea kumcha Mwenyezi Mungu. Sasa ni vizuri baada ya Ramadhani hii, maisha yetu, tabia zetu zikaendelea kuwa hivi hivi kama tulivyokuwa tukifanya katika kipindi cha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.